I'm a designer ambaye amenidesignia hii hapa dress anaitwa Eve, Eve collection and yes it is a very very very ex quite expensive dress. Very expensive how much cost? um, uh, it cost me about 1500 dollars Hiyo ni kama milioni 3 za shilingi za Kitanzania Oh, wow. Yes. Pendeza sana. Thank you very much. Okay. Tunaweza kuzungumzia kuhusu sasa hivi kazi zako, as umesema sasa hivi kikubwa zaidi ni uzinduzi wa kazi ambayo ambayo kikubwa zaidi ni uzinduzi wa kazi ambayo umefanya na Van Vicker. As okay, maandalizi mpaka sasa hivi yakoje? Sasa hivi tunaendelea kutafuta sponsors kwa sababu nataka nifanye kitu kikubwa, kwa hiyo nahitaji sana sponsors. Siwezi kufanya kitu kikubwa and not in, yani, not getting need of sponsors. Kwa bado tunaendelea kufanya maandalizi ya sponsorship, and another thing is that hata Van Vicker alivyosema and tulivyoongea, akasema kwamba akisha kuja, tunakuja kufanya kazi nyingine hapa, kwa sababu this time, last time, mimi hapa ndio nilienda Ghana and tukafanya kazi ya Ghana. Lakini this time around anataka akija hapa tutafanya kazi nyingine, kwa atakuja, atakaa kama for three weeks tutafanya audition, tutafanya nini, kwa sababu tunataka kufanya movie ambayo itakuwa ni straight English, yani English yote. Tutaweka subtitles za like Kiswahili, lakini kutakuwa kuna yani, tutakuwa tunaongea lugha ya Kiingereza. Lengo ni kuwa international, ku, kutoka na soko la, la local market. Okay. Van Vicker umeanza nini na kazi ya kwanza, ya, ya, zingine zote anakuja, anakuja. Amaona nini kwako sasa hivi? Um, actually mpaka sasa hivi kwa sababu yeye ndio alikuwa wa kwanza kuniambia kwamba Wema, nataka nikija tu shoot kazi nyingine kwa sababu, um, ile kazi ambayo tulikuwa tumeenda kufanya yeye ndio nimemwachia kule anafanya editing na nini, kwa hiyo kila kitu yeye atanitumia kwa sababu sikutaka kudili na kichochote hapa. I wanted to go outside. Yaani nilikuwa nafikiria outside of the box. Kwa hiyo um, hata yeye alivyokuwa ananiambia kwamba nataka nikije tufanye kazi nyingine because ameshakuwa yuko yuko interested na kuendelea kufanya kazi na mimi, kwa sababu ananiona kwamba naweza and he's very proud. Yani hivyo idea ya kazi mpaka sasa hivi ikoje? Hiyo kazi ni aina gani? Na hiyo um, kazi yeye mwenyewe aliniambia tu kwamba kwa sababu it was just juzi tumeongea, nikamwambia, kwamba akaniambia, story tunaitoa wapi? Story tutoe kwako au tutoe kwangu? Nikamwambia no, nyewe mko vizuri, mnajisifika kwa stories and kitu kingine, yani it's like stori za kwetu sisi ziko zile, zile. Unajua, it's not changing. Kila siku ni maswala ya tatizo, sijui sijui mtoto sijui azai sijui mama sijui kafanya nini kwa it's the same thing. So, um, nimemwambia yeye nimemwachia tena jukumu la kufanya story na kila kitu because ile ya kwanza pia ilitoka kwake na nimeipenda and this time around pia hii itatoka uko uko, kwa sababu yeye ana script writer yake mzuri tu, atafanya script and then tutakuja kunini, lakini story ambayo tumefikiria, tumefikiria tuchezeshe watu wengi yani tuwape privilege pia watu ambao tutawafanyia wawe wengi and yani, ni story ambayo itakuwa ni ya ku, yani ya ya ku, ya, ku involve watu wengi. Ile ambayo tumeifanya mara kwanza ilikuwa ni just mimi yeye na mtoto, na labda watu walioongezeka ni extras tu, sijui doctor sijui mwalimu sijui nini hivyo. Lakini this time kutoka kuna, kuna, kuna characters wengi, kwao tutawapa chance hata wale masta ambao ni wa Bongo washirikishwe wengine. Okay. Mastaa wa Bongo unasema watashirikishwa? Yes, m mastaa wa Bongo ambao watashirikishwa, that tutajua baada ya audition. Yes. Sababu hata script yenyewe bado haijakuwa iko tayari. Kwa hiyo kwahiyo script ikishakuwa tayari, kwa sababu uzinduzi wa movie tunaongelea ni mwezi wa tisa. Unaona, kwa hiyo bado we still have time. So ikishakuwa tayari tunajua kabisa kwamba hapa hapana kanani hapa hapana kanani then hivyo. Samahani, kwa sababu ndio nilikuuliza Okay. Kajala amekuwa akilalamika, ame ame sasa hivi alikuwa anakuomba msamaha mara kadhaa, mara kadhaa, lakini umwelewi. Ameshasema amejishusha, amechoka. Sasa kwa nini tunamwongelea wewe, ni kweli hutaki? Ah, yeye kashasema amejishusha, amechoka. Nadhani mi ya na, kwangu nimeshaongea. <laughs> na mi, most of the time huwaga sipendagi kurudiaga vitu mara mbili mbili mara tatu tatu Unaona, sipendagi kurudiaga vitu mara mbili mbili mara tatu tatu. Nikishaongea mara moja, nimeongea mara moja, sitaki tena kurudia. Umemsamehe uh... au bado yeye akae pale, jinsi anavyofikiria, amekosa ukubwa na anataka kusamehewa kwako, unasemaje wewe, umemsamehe? <laughs> Ndio, nimemsamehe. Okay, sawa. Hapana, mimi sijampa support Ali Kiba kwa sababu eti nadhani kwamba maybe Ali Kiba anaweza sana. No, wote wanaweza. Mimi ni fan wa Nasib na ni fan pia wa Ali. Sawa, lakini support nimemwonyesha Ali kwa sababu gani? Ali ameniomba mimi ni mpost kwenye Instagram na kwa sababu ni mshikaji wangu, kaniomba mwenyewe akaniambia na kuomba yani yeah, yeah, fanya kupost. Nikamwambia sawa. Alinitumia post tano, nimepost e, eh, na kaniambia kwamba bado zinakuja, nikamwambia keep them coming, kwa sababu amezio ameomba, tumesupportiana na yeye pia alini support kwa sababu kipindi kile nilikuwa na na shiriki kwenye um, tuzo za watu, na yeye akaniambia nitumie post zako, ni kupost hivyo. Kwa hiyo ni just because ameniomba mwenyewe, nasi pia angeniomba vile vile ningempost sinaga hiana ok, okay. hivi karibuni ulikuwa kwenye tour ya ya, ya ya, muziki ukiwa na naomdimpo kule Zanzibar yeah, Wanjera nikasikia kwenye interview moja ulikuwa unasema huenda kutokea kwamba remix ya Wanjera uwe mwenyewe ndani utakuwepo kweli mm, naweza nikawa na mimi pia nikaimba mashabiki wategemea okay. kitu kama hicho <laughs> yes, well now, yeah. I will... okay. yes. I...